Mtazamaji karibu endapo unaungana nasi takatuzungumze kuhusu swala so zima la mustakabali wa taifa letu la Kenya, tukiangalia uh, maandamano amekuwa akifanyika ili wakenya kutoa sauti zao kwa yale ambao hawajaridhishwa nayo. Na Wilma Gacheru, ntakuuliza hili swali kwamba tumeingia mwaka mmoja baadaye, umeangalia taarifa katika runinga Citizen, kuna wengi ambao uh, wanauguza majeraha, kuna wengine uh, bado wana uh, hawajakubali na ukweli wa kwamba mpendo wao alifariki katika mazingira tatanishi. Kuna wengine pia hawaja waona uh, wapendo wao hadi kufikia sasa, walipotea katika siku hiyo na hawajaonekana hadi waleo. Uh, kama kijana uh, ukifikiri jana na ukisubiri kesho, hiyo nini kinakuja katika fikra zako? Asante uh, sana Rashid. Eh, nashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Ni mwaka mmoja nilikuwa hapa nawe na tukiandamana tukianza, hii safari na ilikuwa safari ngumu, na mwaka mmoja bado tuwafa moyo, hatuna tumaini. Ukifikiria kesho, ahuzinika sana zamani tuanga, tuangamia. Utaniruhusu uh, nitumie Kiingereza kidogo uh, because we are going nowhere, people died, others disappeared, families are

We are giving up, but we are not giving up on fighting for rights. We are giving up with the bad leadership, and it's time. You cannot stop an idea whose time has come. Na, uh, Mary Ngigi, anasema kwamba kuna kitu kinaweza badilisha. Uh, kile ambacho vijana wanahisi hivi sasa wataendelea maana yake wanaamini kwamba ndio njia pekee yake ujumbe wao utasikika. Uh, na, anasema kwamba wana imani na mtu ambaye walikuwa kwa wamekuwa na matumaini naye makubwa. Kwamba atawabadilishia mengi. Kwako pia ni hivyo hivyo, Maweo? fikra zako tofauti. Nashukuru sana Rashid. Kwanza ningependa kusema ni mwaka mmoja tangu tuanze kuandamana. Imekuwa mwaka mmoja, hatujaona mabadiliko. Walisema watatusikiza, hawajatusikiza. Hatujaona mabadiliko akitendeka. Afisa ambao waliua vijana wenzetu katika maandamano hakuna hatua ambayo wamechukuliwa mwaka moja. Je, siku moja itabadilisha kitu? Hakuna kitu kitabadilika, viongozi ni walewale. Unaketi chini nao wanasema leo watatenda hivi, watafanya hivi, kesho yake wamesha sahau. Kwa hivyo mkiona, mkiona vijana wakitokea kwenye maandamano, si, si ati ni kwamba tunataka fujo, tunataka kusikizwa. Tunaandamana kwa sababu tunataka uongozi wa viongozi ambao wanatusikiza. Tunataka uongozi bora, kwa sababu hii Kenya ni yetu. Mustakabali wa Kenya hii un, uko mikononi mwetu sisi vijana. Kwa hivyo tunapoandamana, tunahimiza au wanasiasa msitume vijana wenzetu kuwalipa elfu moja mia tano kuja kutuvuruga. Tuna haki ya kuandamana, tuna haki ya kusikizwa kwa sababu mmekataa kutusikiza. Kile ambacho mnasikiza ni sisi tukitokea mitaani, tukibeba mabano yameandikwa hoja zetu zenye tunataka zisikizwe. Kwa hivyo sioni kama kuna kitu kinacho kinaweza badilisha. Naam, na, na unaposema hivyo uh, Profesa umekuwepo katika hii safari ya kupigania haki aa, za kutaka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya, aa, na kuna watu wanahoji kwamba ipo mojawapo ya ama kipo kifungu ambacho kimetoa wananchi uhuru wa kuandamana kwa amani, kutekeleza mambo yao, lakini kwa yale ambayo yanaendelea, kuna mtu hata kuna viongozi wakidai kuwa wanauliza kwamba tunaweza kupata maridhiano na mwafaka hapa ndani, kwa sababu wale ambao wanaandamana wako sawa kikatiba, watasikizwa. Wengine wamekataa kusikizwa, kuna njia njia mbadala, ama kama mtu uliyepigania unasema kwamba Rashidi, hii ndio njia ambayo imesalia kwa vijana. Kwanza nafikiri jambo moja lilitendeka na alikuwa nzuri mm. ni e, bwana Kimani shungwa mm. kusema kwamba hata baada ya rais kusema kwamba uh, sheria ya fedha itabadilishwa mm. na kufanya mambo kadhaa kama jinsi alikuwa anasikiliza vijana e, Kimani eh, Ichung'wah alisema kwamba vile vitu vyote vilikuwa katika sheria hiyo ya mwanzo mm -hmm. Walitekeleza, wali waliendelea wao kupitisha kupitisha. Kwa hivyo ikawa ni jambo ni jambo, hata mimi mwenyewe nikimsikiliza sasa nikasema nika, nika huyu ni mtu anataka hata vijana wakaribie serikali ama anataka kuwafukuza kabisa, kwa hivyo ndio nafikiria hawa vijana wanasema kwamba wao kwa sasa hawaoni jambo limefanywa, mm -hmm. la kuwafanya sasa wao waache, e, e, mambo wamepanga. <coughs> Na kwa kweli, kitu kimoja kinashangaza katika hii nchi yetu ya Kenya. Katika ujana wangu mm -hmm. ilikuwa ni lazima tu uh, tu, tu, tu, tu, tu, tufanye maandamano, wengine wakafungwa, wakauawa, wakajeruhiwa ndio tupate vyama vingi, alafu tupate eh, demokrasia ya vyama vingi, alafu tupate katiba mm -hmm. Aa, na hata hapo awali akina Kimathi akina, ili, ili, ili, lakini ilikuwa ni wakati wa ukoloni mm -hmm. Ilikuwa ni mpaka wapigane ndio wapate haki zao mm -hmm. Sasa tena hawa vijana wanapigana mm -hmm. ndio wapate katiba itekelezwe. Nafikiri hilo ndilo jambo la msingi, wanadai katiba itekelezwe kwa sababu ikitekelezwa, vijana watakuwa wata, wanapata kazi, kutakuwa hakuna e, rushwa na nini. Kwa hivyo nafikiri kitu cha maana kabisa, ikiwa tutakaa kama Wakenya tukubali kwamba sio mpaka kila wakati tudai tu, tu vitu vile tu, lazima tupewe mpaka damu imwagike e, na ndio naona kwamba wakati hawa wanaongoza watajua kwamba ikiwa ni katiba ilipitishwa na ilikuwa ni katiba ya watu wengi wame, e, wame wamefanya kazi nyingi ndio ipitishwe. Kwa hivyo ni nini kigumu mm-hmm. cha kufuata katiba, kwa sababu hiyo ikifanyika hawa oh, vijana watasema kwamba sasa tunahusishwa, makazi tutapata, elimu tutapata, afya tutapata, na nini tutapata. Kwa hivyo nafikiri ndio jambo ngumu, na ndio kila wakati najiuliza, katiba ni hii na inasema tufuate mambo kadhaa, kwa nini viongozi wanaona ugumu wa kufuata katiba? Hapo ndipo pana shida, na nafikiri hiyo ikifanyika, labda kutakuwa na mabadiliko vijana wataanza kuona kwamba kuna kitu kimebadilika, lakini kwa sasa uh, nafikiri sio rahisi, hawajaanza kuona na sio vijana peke yao, Wakenya kwa ujumla kwenye wa kwenye wa kwenye. Kuna swala limezungumzwa na Sheikh Ibrahim Lethome akisema pia uh, kwa kiasi fulani uh, rais kimya chake hakijengi kinabomoa. Unalizungumziaje hilo? Maanake Sheikh Ibrahim amesema kwamba kimya cha rais hapa hakijengi kinazidi kubomoa. Mm -hmm. Unakubaliana hilo. Hata nafikiri vile vile uh, vijana wamesema, wamesema. Mm -hmm. Hivyo hivyo kwa sababu kwa sasa huwezi kusema ni, ni, ni, ni, ni, ni kama kimya kinazungumza kwa sauti kubwa. Mm -hmm. Kwa sababu uh, kama, kama, kama kusema kwamba polisi hawatakikani wafanye mambo kadhaa. Mm -hmm. Uh, na wafanye mambo haiambatani na sheria mm -hmm. hilo si jambo ngumu la kusema. Uh, vile vile kusema kwamba sasa hii katiba, kila wizara lazima tufuate katiba, si jambo ngumu kusema. Kwa hivyo, ikiwa mtu asemi, inamaanisha kwamba anaridhika na mambo yale yanaendelea. Bila shaka, ni, ni falsafa ametumia, ikiwa unanyamaza una kwa maovu ambayo yanafanyika ya kwa eh, kiasi fulani watu waamini kwamba wanafuatilia sisi katika dini yetu pia, ya kusema unaambua kwamba wakati Mtume Muhammad alikuwa kuwa ananyamaza kwa anayowafanyika waliokuwa karibu yako kuwa wanajua kwamba hili ni la sawa kwao, kuna mengine aliwafundisha kwa kuwaambia, kuna wengine masahaba walijifunza kwa kwa kuona. Nafikiri ndio falsafa ambayo ameitumia profesa kwamba rais lazima aongee, eh, ni, ni swala nyeti kwa kweli ambao nasema kwamba vijana wanataka uh, katiba itekelezwe kikamilifu. Uh, vijana wanataka haki uh, iwe inaheshimiwa, hakuna mtu ambaye haki zake zinakandamizwa, na watafurahi kuweza kuendelea mm. Lakini kwa kiasi fulani kama Mary nimeweza kukusikiza ni kwamba mnatafuta haki, mnataka mabadiliko, lakini kwa mtu ambaye mnatarajia awape mabadiliko nyinyi hamna imani na hasa napokuwa natizama, anaweza uliza swali kwamba ikiwa nyinyi hamna imani na mimi mimi hata nikileta mabadiliko mtayaamini? Mary, ama mgependa mabadiliko yatoke mikononi mwanani? Tungependa kwanza mabadiliko yatoke kwenye serikali. Ni sisi tulichagua serikali hiyo, tulikuwa na tumaini sana tuki tukichagua serikali hiyo, lakini kwa sasa serikali haitusikizi sisi kama vijana, hadi kama nchi kwa jumla haisikizi mtu aipoa. Wamekuwa wakisukumwa na wazazi wa vijana ambao walifa. Uh, wamekuwa wakisukumwa na uh, different commissions kuleta justice, lakini hakuna kitu ambacho tumeona. There is nothing we have seen so far. Uh, rais wetu wa Kenya amenyamaza tangu maandamano yaanze mwaka uliopita. Alisema amesikiza vijana, mabadiliko yatafanyika. Hatutaki maneno matupu, tunataka kuona mabadiliko yenyewe, na hadi ambapo tutakapoona tuta, tuta hayo mabadiliko ndio tutaacha maandamano. Na kuna kuna kuna swala moja linajitokeza tunapokuwa lina tunazungumza, maanake tukiangalia, tunahitaji kubadilisha mjadala Uh, uh, kuna baadhi wanahoji kwamba tubadilishe mjadala sio tu wa maandamano, lakini mjadala wa kwamba kuna shida gani nchini Kenya, kwa sababu haya maandamano ni kuzungumzia baadhi ya shida no. fulani lakini no. <coughs> <Kekilu> kuna <coughs> wengine pia watamka waseme, kuna je, imewafika wakati tu, tu, tukubali kwamba lipo tatizo mm. uh, na tatizo hili tulijue ni lipi kwa sababu pengine tatizo hilo liki, likifanyiwa kazi kama alivyosema profesa je, uh, ni katiba peke yake, kwamba katiba ikitekelezwa kikamilifu tutafaulu. Lakini inavyoonekana ni kwamba lipo swala ambalo labda twaliogopa kulizungumzia, ama labda tumelizungumzia kama tujalizungumzia kwa uzuri hmm, kimtazamo wako Sheikh Ibrahim Lethome hmm, tunahitaji kurekebisha kitu gani ili kusuluhisha hili, hili. Hmm. na mengine ambayo labda angejitokeza siku za usoni, um, Rashid wajua, daktari mzuri ama daktari aliyefuzu katika kazi yake sio yule anayetibu zile ishara za maradhi symptoms. Daktari mzuri ni yule ambaye anatafuta kiini cha maradhi, na ndio sababu ukienda hospitalini atakuuliza maswali mengi, anataka kujua kiini cha maradhi ili ayatibu. Hebu tujiulizeni haya baada ya kupiga kura matatizo yalianza moja kwa moja haya? Kwanza, moja kwa moja vijana wakuanza kuandamana moja kwa moja. Kwa sababu ya nini? Wakati ule viongozi walipokuwa wanataka kuchaguliwa kuingia kwenye uongozi, walizungumza na wananchi, wakawapa matumaini, tutafanya hili, tutafanya hili. Na tuweni tuweni wa kweli kibinadamu, kuna baadhi ya mambo hayawezekani na kuna mengine ambayo yanawezekana. Tatizo ni kuwa ahadi zilitolewa nyingi sana, matumaini ya wananchi yakainuliwa juu sana, ikiwa matarajio yao ni makubwa sana. Kisha watu wakasubiri, wakaona yale tuliyoahidiwa hayafanyiki, ikawa ile subira imefika mwisho. Na tuseme mwaka, tuanzie mwaka jana mpaka mwaka huu. Yale yaliyotokea mwezi wa sita mwaka jana, kwa kiongozi mwenye hekima, ingekuwa ni mwito wa kuamka. Tufanye nini tufanye baadhi ya mambo ambayo yanaonekana kuwa tunatekeleza baadhi, hata kama sio yote. Lakini ikiwa tutafanya mabadiliko ambayo ukiangalia hata mtoto mdogo anaona, haya ni kujitakia makubwa tu au umaarufu wa kisiasa. Kisha amezungumza hapa profesa, baadhi ya matamshi yanayotolewa na, na viongozi pia yanazidi kuudhi badala ya kutuliza mambo na kuwapa watu matumaini yanazidi kuwavunja watu moyo. Mfano, kama alivyosema hapa profesa, kiongozi aseme ya yale yote mliyoyakataa katika ule mswada tuliyatekeleza. Unawaambia watu nini? ni kuwambia watu mtadu, si ndio? lugha ya vijana, mtadu ama sivyo, mtafanya mtakavyofanya. Kwa hivyo matamshi Rashid, tunasema ulimi hauna mfupa, lakini ulimi unaua, unavunja mifupa na unaua. Matamshi kama hayo yakitolewa, ni kama ya dharau haya mambo ambayo vijana wanayataka, na mi ninasema hivi maandamano sio lengo. Maandamano ni njia ya kufikia lengo. Lengo ni lini? tunataka katiba itekelezwe. Ni nani ambaye tumempa jukumu la kutekeleza hayo? Nenda katika katiba yetu, naambiwa mamlaka yote ya nchi yamo mikononi mwa wananchi, lakini kwa vile sisi wote milioni sitini hatuwezi kuyatekeleza, kina profesa na ujuzi wao wa kikatiba wakatuambia haya mamlaka tuwape hawa viongozi wayatumie. Kwa hivyo wao wanatumia mamlaka tuliyowapa, na wananchi wanaangalia. Halafu ukiangalia, Wakenya wameshakomaa kisiasa, wanajua haki zao na wanajua mipaka ya kiongozi, mipaka yake iko wapi. Siku zetu, mimi nikiwa mwanafunzi, sikutarajia siku moja nitaona mwananchi wa kawaida akimkosoa rais au rais anaamua jam, jambo fulani bunge linapinga. Lakini sasa katiba imempa wananchi mamlaka. Inafaa viongozi wa sasa wajue hatuko miaka hiyo, na hata miaka hiyo kina profesa walipigana na tukaweza kupata katiba mpya, na sasa wajue kuwa mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Rashid, tuseme hivi, maandamano ni haki ya vijana wafanye, lakini tunawambia hivi, msiharibu hii nchi kwa sababu hii nchi si yao wanasiasa peke yao, ni yetu sote. Hiki chombo kikizama, tutazama sote. Kwa hivyo tunaambia vijana, tekelezeni haki yenu, lakini mchunge nchi. Ikiharibika, baadhi ya hawa viongozi watapata ndege, watapanda ndege waende, wasitusukume tuharibu nchi yetu. Tuandamaneni na wao viongozi, tuambie amkeni, amkeni, mna nafasi ya kuyatekeleza haya ambayo vijana wanataka. Na nyinyi polisi, mjue ni kweli mnaamrishwa na amiri mkuu, najua ni nani amiri mkuu wa majeshi yote, ni rais, yeye ndio anafaa kutoa amri, na polisi na wao wajue, kina Profesa waliweka kwenye hiyo katiba, ni kinyume cha sheria kutii amri ambayo inavunja sheria. It is illegal to obey unlawful orders. Kwa hivyo usiseme nimepewa amri. Na wewe polisi, kwani utaenda wapi? Si we ni mkenya pia, si ni ndugu zetu Rashid? Kwani hao polisi wametoka wapi? Si ni wenzetu tu, na wao nchi ikiharibika Kenya, kwani kuna kipande ambacho ni cha polisi, kipande cha wanasiasa, kipande cha majenzi na kipande cha wenye dini? Sote tuko pamoja hapa. Kwa hivyo sote inafaa tuwe na ghera na hii nchi na kila mmoja wetu atekeleze jukumu lake. Kwa hivyo tunaanzia juu, Rashid. Na kuna swali ambalo nitauliza kabla tuchukue mapumziko, mapumzikoni. Mimi nimeona kwamba viongozi wa kidini mmekuwa nguzo muhimu sana kwa kila serikali naokuja marakani huwa no. mnaitwa wakati kabla, wakati wa kampeni mnapewa kipaumbele na nini huu mm. wakati huu mm. kama aliweza kuwafikia nyinyi, mweze kumfikia, kwa sababu na imani hii busara aliyotupa, laiti kama mnawafikia wa viongozi na wakasikiza mm. mm. ngekuwa tumeweza kupiga hatua kubwa sana eh, Rashid kiongozi wa taifa Masikio yake yake yako kila mahali. Ninapotoa hutuba msikitini Jamia, mm -hmm, nikigusia jambo ambalo linahusiana na rais, nafikiri katika ile safu ya kwanza huwa masikio yake yako pale. Kwa hivyo yale yanaozungumzwa kila mahali, na ndio sababu tuna idara ya upelelezi katika nchi yetu ya Kenya, wanafaa wayasikize vyombo vya habari. Hayo tunazungumza saa hizi rais hayamfikii? Ni lazima niende ikulu ndio anisikize? La, anasikiza vyombo vya habari ana masikio yake kila mahali, hata misikitini na makanisani, majasusi wako wanamfikishia habari. Lakini tunasema mara nyingine, labda mtu anasikiza, hawezi kutekeleza. Kwa hivyo huwezi kusema kuwa sauti haimfikii, sauti inafika. Lakini ikishafika, je, inazingatiwa? Sisemi kitu, hata mesiseme kitu. Tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu.